West TV. Vuka kama ambavyo wenyewe wanasema, na hii tutavuka, na sasa hivi hii ngoma ni mpaka fainali na watuletee kombe Tanzania. Kwa hiyo ndio jambo ambalo tunasubiri na kuona kile ambacho kitajitokeza kabisa, na Simba wamekuwa kama wenyeji pale Durban ambako uh, uh, toka wametua, na jana wamefanya mazoezi yao ya kwanza kujiweka sawasawa, na mwenzetu Wilson John Oruma yuko kule na amepata nafasi ya kuweza kuzungumza na naodha wa team, captain Mohamed Hussein Zimbo Junior akieleza namna ambavyo mambo yanakwenda kwa Simba kwa sasa. E bana, niko na nahodha captain nahodha wa meli captain shaba, kila mtu ni hatuishi hapa. Wewe ni kapteni wa kikosi, mnapozungumza um, unapozungumza na wachezaji wako, hii kwao inawaingia kiasi gani kwamba mnyama Simba haishii hapa na hii na waingia kwa namna kubwa sana. Ukiangalia uh, tokea tumeanza uh, haya mashindano kumekuwa na slogan tofauti tofauti kuhakikisha kwamba zinatupa Uh, ule mwangaza au zinatupa nguvu kule katika kila mechi. Na ukiangalia hii uh, safari hii tumekuwa na, na na hii ambayo hatuishii hapa. Ukiangalia uh, mchezo wetu wa kwanza ambao ulifanyika pale Zanzibar, tumepata ushindi wa goli moja. Uh, sio ushindi mdogo ukizingatia kwamba tuna mchezo mwingine ambao Jumapili tunacheza tena huko ugenini. Kwa hiyo, kauli ya hii hatuishii hapa ina maana kubwa sana kwa maana kwamba inatuongezea nguvu kuhakikisha kwamba tutafanya juu chini kuhakikisha kwamba tunapambana uh, ili tusiweze kuishia hapa na safari yetu iwe malengo yetu ya yale yale ambayo tumejiwekea kwa msimu huu kufika fainali na kuweza kuchukua kikombe hiki cha shirikisho. Uh, baada ya sare, baada ya ushindi wa goli moja uh, pale pale Amani, uh, kumekuwa na maneno ya hapa na pale, na kama mashabiki uh, kuna kama wasiwasi hivi uh, kuona ushindi ni mdogo. Mechi ya ugenini uh, itakuwa namna gani? Wewe ni captain wa Simba, zungumza na mashabiki wa Simba uh, kuhusiana hilo. Uh, kwanza kabisa tuliingia katika ule mchezo kwa dhumuni la kupata matokeo uh, ya ushindi, lakini sana sana kwa sisi wachezaji, viongozi, hata mashabiki walikuwa naamini tutakuwa tuimalize mechi kulekule kule nyumbani, kwa maana ya ushindi kuanzia goli tatu uh, maybe na kuendelea, lakini uh, so far tume, tumejitahidi sana kutengeneza mechi, uh, kutengeneza nafasi katika ile mechi na kama watu wote wameona uh, bahati haikuwa nzuri, tumeweza kuhukumisi zile chance, lakini tumeweza kupata chance moja ambayo tumepata goli hilo moja. Na ukiangalia haya ni mashindano ya, ya knockout, kwa maana kwamba home and away uh, nyumbani tushaimaliza hivyo, lakini sasa hivi tuko away. Kwa hiyo tuta kikubwa tayari tuna ushindi wa goli moja, lakini huo hautufanyi kwamba tubweteke, kwa kwa tuone kwamba tushamaliza, hapana. Haya, kapteni huyo wa Simba Mohamed Hussein Shabalala akizungumza na mwenzetu Wilson John Oruma, kuona namna ambavyo wanauendea mchezo huu kama wachezaji. Abisa Steven, tukianzia kwenye suala zima la hamasa ambalo linaendelea kufanyika eh, na mambo yote ambayo yanaendelea kufanyika. Umemsikia hapo Mohamed Hussein, anaona kwamba kuna uwezekano mkubwa sana wa kufanya vizuri katika mechi hii na ushindi aliopata nyumbani pia si mdogo kwamba wanaweza wakafanya jambo kwanza. Kwa mashabiki wa Simba kwa kama wamemsikia na odha wao watakuwa mm. wamepata auheni, kwa maana ya kwamba yeye ni ndo mchezaji mwenyewe. Kama mchezaji anaamini kuna nafasi, ndio wewe shabiki ni nani uamini nafasi hiyo haipo? Kwa sababu wewe ucheza unasubiri kutazama aliyekuwa tayari kucheza. Anasema yeye anaona nafasi. Kwa hiyo Simba nafasi wanayo, lakini ni pale tu watakaporekebisha madhaifa ambayo alionyesha kwenye mchezo wa kwanza. Kwa hiyo mimi naungana na Mohamed Hussein, naona wana nafasi kubwa mm. ya kwenda fainali, wana faida ya goli moja. Uh, hawa Stellenbosch kufika hapa walipofika kwa Simba, walipita kwa goli moja. Kuna mechi walicheza nyumbani kwao, walitoka sare bila kufungana na Zamalek. Yeah. Wakaenda away, wakacheza, wakashinda goli moja, ndio wakakutana na Simba. Mm. Kwa hiyo kuna uwezekano ya matokeo yafuatayo. Simba kutoa sare bila kufungana, kafuzu kwa faida goli moja. Simba akaenda kutoa sare yote ya magoli akafuzu, au Simba akashinda kulekule. Hiyo yote ni possible yeah. Au kuna uwezekano Stellenbosch akasawazisha, Simba akaenda di penalty, aidha wakapita wao. Hayo yote ni, ni, ni, ni, ni njia ya kuonyesha Simba ana nafasi ya kwenda mimi mm. mm. naona hivyo uh, lakini kwenye hamasa nimeona Simba wamesafirisha mashabiki wa wengi mm. eh, wameenda Afrika ya Kusini wamenufaika na ukaribu wamenufaika na timu yao iko hatua kubwa imewahamasisha watazamaji wa Simba wa Tanzania na wengine waliopo Afrika ya Kusini. Hili ni eneo yani zuri sana kuelekea kwenye mechi. Nakumbuka wakati Yanga inafanikiwa kufika fainali, walikuwa na safari na watazamaji wengi kuna mechi walicheza Rwanda na Almarek, hatua za awali, Yanga walikuwa kama kwa nyumbani, bonge moja la atmosphere, yani walikuwa very comfortable, yani hawana pressure, ilikuwa pale Kigali, Rwanda. Kigali ilikuwa pale, eh, hali ilikuwa tamu sana, vibaya mno, na sisi kwenye television tulikuwa tunaona vivyo hivi, japo mm, ulikuwa unahisi vizuri kwa sababu ulikuwa pale. Yanga walienda Algeria kwenye mchezo wa finali, waliondoka na watu na ndege kama hivi. Simba kule pia na wenyewe walikuwa na kijiji, kwa hiyo kile kijiji ambacho kinakuwa kule, kazi yake kubwa ni kuhamasisha Wachezaji wanapofili yani wa e, wana ugeni lakini wakigeuka hivyo wanamuona yani Simba wale wachezaji, wanaona wale wa mashabiki wao maarufu eh, wanaweza kumuona rafiki yake yule mwenye dread yule, na Mziwanda au sasa wao maarufu wamekwenda. Nimeona leo kwenye page yake yuko hapo post video, wanaenda wakigeuka huko wanaona watu wale wanaitwa nani, Kisugu, Kisugu pia na wengine wengi. Kwa hiyo wanaona kwa familia ile ni hamasa kubwa ya kufanya hebu tuliza pressure cheza. Nadhani hilo kuna eneo kubwa amefanikiwa kwenye hilo na inawasaidia vizuri. Mm. <coughs> Afanya uh, um, mchana wa leo kuhamasisha pia kuelekea katika mchezo wao Jumapili. Stellenbosch umekaa kimya. Unaweza kusema kwa sababu hawana wa ukubwa huo, kama ingekuwa Orlando Pirates ama ni Kaizer Chiefs eh, ama ni Mamelodi Sundowns, huo ukubwa Stellenbosch hawana. Mm. Lakini ukimya wa Stellenbosch kwa sasa, kwa sababu pia nao wanatua Durban leo mm. kuelekea mechi ya Jumapili. Inaweza mm. nikawa pia ni mbinu mojawapo ya kusema wacha wajitambe, lakini sisi tunangoja kufanya kazi, e, kuna timu wao wana wana focus na game tu unajua hizi taratibu za nje ya uwanja sio kila timu wana staili mm-hmm. hii ni staili yetu sisi wa Tanzania na baadhi ya timu ambao ndo tumejiwekea hivyo sasa kuna timu wenyewe wapo kulu siku zote sio Stellenbosch timu nyingi za South Africa umeona hata Mamelodi wanakuaga na timu nzuri sana lakini Mamelodi pia wanaga mambo mengi nje ya uwanja wao wanakuonyesha tu kwenye pitch kwa hiyo Stellenbosch wao sio staili yao hiyo ya nje ya pitch. Mbona hata mechi ya kwanza waliokuja kucheza hapo walikuja hivyo hivyo, sana sana tu mwalimu wao alizungumza tu kwamba Simba wawaheshimu Stellenbosch, mpaka um, wamefika pale, hawajafika kwa kubahatisha, na tuliona kwenye pitch kile ambacho walichokitoa kwa hiyo hizi e, ya hamasa sijui mbwembwe nyingi, huwa kuna staili tu nakuwa ya timu, zipo timu sio staili yao, ss imeonekana wao vitendo vingi vipo kiwanjani, ndio maana unaona hata mechi na, sio kwa sababu hawana mashabiki uh, ishu kubwa sio washabiki, unaweza usio na washabiki, lakini ukaja kutamba hapa. Unakumbuka wale yule msemaji wa ilikuwa wa Burundi alikuja kucheza na Yanga mm, unakumbuka eh, timu Yanga, kawaida tuko kwa Yanga Afrika kwa wakati wake, aliongea sana, baadaye mwisho wa siku ile nilikuwa nachagiza tu mechi bora. Kwa hiyo hiyo inakuwa tu ni staili ya timu. Mechi na Zamalek hivyo hivyo umeona, walikuwa wameingia kama underdog hawakuongea chochote na wala watu hawakuwazungumzia <coughs> chochote, lakini wao walikuja kuonesha kwenye pitch. Kwa hiyo inawezekana uh, wasiongee wasiwe na mbwembwe wala mashamsham mengi, lakini kwenye pitch wakakupa kitu kikubwa kuliko maneno ya kuzungumza. Okay, tuingie kwenye mechi yenyewe kiufundi abisa Steven, kwa namna ambavyo umewatazama Simba lakini Stellenbosch pia kwa upande wao na sasa hivi wako nyumbani. Itakuwa na ugumu kiasi gani kwa Simba kuweza kufanikiwa kufanya hili ambalo liko mbele, kwa maana kuona wanaweza wakafanikiwa kufika fainali na hata kurudi na kombe nyumbani. Ili Simba ifike fainali ya kombe la shirikisho inabidi irekebishe mapungufu ambayo walionyesha mchezo mm. uliopita. Mimi nataka niongelee maeneo mawili tu ya mechi iliyopita. Eneo la kwanza ni la kuwahi kuchoka. Eneo la pili ni eneo la ushambuliaji. Nianze na hili la, la kuchoka. Wale Stellenbosch kama kuna kitu nimeona ni wazuri, kabla ya mbinu za kichezaji au uwezo wa mchezaji mmoja mmoja ni uwezo wao wa kuwa na ustahimilivu kwenye mchezo mm. dakika tisini, kuweza kukaa nyuma ya mpira muda mrefu, wakati huo huo wakiupata watoke kwa counter attack, kwa kukimbia kwa kasi. Wameweza kufanya hivyo muda mrefu kwa mechi, na si tu mechi ya Simba, wametoeli sana mechi ya Zamalek ya kwao, walicheza kwa nguvu mm. mechi iliyofuata dhidi ya Zamalek mm. Misri walicheza kwa nguvu sana mm dhidi ya Berkane walipigwa tano, lakini walikuwa unawaona wanakimbia, walikuja kutoa sare. I mean walifungwa tatu moja kwao na Berkane, lakini walikuwa unawaona wana toil. Kwa hiyo ni timu ambayo ina intensity na ina uwezo kukaa kwenye mechi. Sasa kitu ambacho nilikiona Simba walipata nacho taabu ni hiko, kwa match fitness ya wale jamaa Simba, kwa sababu walikuwa wanacheza kwenye mchezo wa mkondo wa kwanza nyumbani mm, waliona kipindi cha kwanza dakika 15 apate goli unalipataje lazima uweke pressure. Pressure ni kufanyaje? Kucheza kwa speed, kucheza kwa nguvu unamfanya mpinzani asiwe comfortable. Sasa ile huwa ina accumulate nguvu sana. Kwa dakika tano za kwanza bila bila, kumi za kwanza bila, kumi na tano Simba tayari ile nguvu wako nayo wanaenda nayo na keep pressure na keep pressure. Baada ya dakika 30 kuna muda mechi ilishaanza kuwa ya wazi. Baadaye ndo unaanza kuona Stellenbosch kidogo wanarudi mpaka Simba walivyokuja kupata bao kuelekea mapumziko walivyorejea Simba hawakuwa tena wale walikuwa kipindi cha kwanza, wakarudi ugonjwa ule wa wakati wanaanza msimu hmm. Simba inakuwa bora sana 45 za kwanza, 45 za pili nishati yao inapungua hmm. Sasa wakianza kupungua eh, ndo coach sasa anaamua kufanya rotation. Kuna, kuna, kuna muda watu waliumia. Lakini mtu kama Mavambo huwa tunamuona anatukia bench kwa ajili ya kukeep energy. Mtu kama Mutale coach huwa anamuintroduce baadaye anamuingiza Ateba kwa ajili ya kufanyaje? kuona wale wachezaji ambao energy yao imeshuka awaingize hawa wapi waweze kumatch. Na kadri mechi inazidi kwenda akishaona ah, sasa mbona nazidiwa wazaji wangu wengi wawezi kumatch na wajamaa, anaamua sasa kufanya mpango wa kujilinda mm, kwa sababu tayari ana kitu sasa kujilinda. Wakati mwingine unakaribisha pressure na Simba ndio tunaweza kufanikiwa. Kwa hiyo kwa muda ambao uliopo game management ya Simba nadhani, ili kukwepa hili swala la kuchoka mm. <coughs> iwe hivi Simba waianze mechi kwa gia juu wapate goli kwao, litasoma aggregate mbili. Ili watolewe, itabidi wale Stellenbosch washinde magoli matatu mm. Sio, unaelewa? ni mzigo mkubwa, hii ni rahisi kusema, Simba unaweza kubishana kuzuia hizo tatu. Sio, umeelewa? Alafu watakuwa kwenye mudi za hisabu magoli, kama hali ni hamasa tayari yanakufanya usichoke, sababu unajua una kitu. Kwa nadhani hii ndio game plan ambayo wanaweza kunda nayo, muda ambao watachoka second half tayari wana, wana faida kwa hiyo hata kocha akisema nafanya sababu ya wazaji watatu au wanne waliochoka, wanaenda kulinda kitu ambacho nini wanacho. Kwa hiyo hili niliona eneo la kwanza. Eneo la pili nilisema la ushambuliaji. Kama kuna kitu kilijadiliwa sana mm. ni baadhi ya nafasi nusu zile half chance ambazo Simba walizipata kwenye hii mechi iliyopita mm -hmm. na moja tukio kubwa ni lile la Jean Charles Ahoua ambalo kuna time alionekana kama amepata maumivu, kama alitaka kutolewa sub, akapata tukio la kumround keeper akashindwa kufinish. Sawa. <laughs> Tuendelea, sawa, hiyo imekaa sawa. Kwenye upande wa ushambuliaji, labda Mnolela, tuanzie hapo hapo. Uh, kwenye swala la ushambuliaji tuliliona pale katika uwanja wa, wa Amani uh, Simba akipata ushindi wa goli moja. Uh, bado Simba kwenye swala la ushambuliaji, hata hapo walipofika, kwa sababu unaona kabisa kwamba hawako katika ubora wa namna hiyo. uh, mechi ya Jumapili, nini kifanyike kwa mtazamo wako? Ubora um, wanao mm washambuliaji wa Simba uh, ukilinganisha na wa Stellenbosch mm, kwa sababu hata magoli Simba wamefunga magoli mengi mpaka sasa hivi, uh, wana magoli kumi na moja tukianzia kwenye group stage mpaka hapa mm. Uh, Stellenbosch wamefunga magoli tisa, wamewazidi magoli mawili. Na hata hao uh, washambuliaji wanaocheza eneo la mbele wa Stellenbosch, nafikiri kuna Lukomi ule halafu mm. na Dijon ndo wamefunga goli mbili mbili yale mengine wamefunga moja moja wachezaji wengine lakini Simba wachezaji watatu wamefunga goli sita wanaocheza katika front line pale mbele uh, Ateba amefunga mbili, Kibu Denis tatu na assist tatu uh, Jean Ahoua akafunga tatu na assist mbili. Kwa hiyo ukiangalia front line ya Simba pamoja na Stellenbosch unaona kabisa ya Simba iko bora kuliko Stellenbosch. Shida tu ni moja, hizo goli ambazo walizofunga kuna tatizo ambalo wakilirekebisha wanaweza wakafunga zaidi ya hizo goli ambazo wamefunga. Kwa mfano kama mchezo ulioisha, nafasi ambazo walizopata wakapoteza, walikuwa na uwezo wa kufunga zaidi ya lile goli moja. Sasa ishu kubwa ambayo, hii sio kificho, kila mtu anafahamu sasa hivi tu, ni kuna ishu, kitu fulani kimekuja ghafla tu Simba tangu alivyo, kwangu mimi nimeona tangu alivyoanza Mpanzu pia kuingia kwenye timu yani, kuna ishu ya, ya, ya binafsi umeingia yaani, kama kila mtu anataka kucheza ile kujiangalia yeye zaidi kuliko kuangalia timu. Sasa wakicheza kibinafsi ni ngumu sana kufanya vizuri kuliko mkicheza kitimu, umeelewa maelewa. Kwa hiyo sasa hivi hata hizo situation nyingi, malalamiko mengi ni kukosa sana nafasi, na tunaita uchoyo kwa lugha nyepesi. Yaani sasa hivi ukiangalia wachezaji wanaocheza wana mbele pale Simba kila mtu akipata nafasi anataka afunge yeye, anataka apige chenga, ajaribu ashuti. Kwa hiyo sasa ukicheza na timu kama Stellenbosch ambayo ina uwezo, ina quality, ukipoteza sana nafasi nyingi, ukipata chansi nyingi ukapoteza, wale wanaweza wakapata nafasi chache tu wakaweza kuzitumia. Kwa mfano kilichowasaidia hata Simba mechi ile ni uimara pia wa defense line ya Simba kwa sababu kwa nafasi zile walizotupa alafu amefunga goli moja. Manake defense line ya Simba isinge kuwa imara selebu chiongeza kusawazisha lile goli, kwa sababu wanaonekana ni timu ambayo inaweza pia kufunga hata ikiwa ugenini. Kwa hiyo Mwalimu Fadlu Davis, kwa hizi siku ambazo kakaa na timu tangu mechi ya kwanza mpaka kuelekea mchezo wa mwisho kwa Jumapili, inabidi ile swala alifanyie sana kazi, awaambie wachezaji wake wawe makini sana kumalizia chansi zinazopatikana wawe wanapeana pasi pale mbele, uchoyo waache, kwa sababu Simba sio tatizo kutengeneza nafasi. Nafasi wanatengeneza za kutosha. Sasa mara nyingi mwalimu waga na hukumiwa tu kwa kama je, timu haichezi vizuri, lakini ile mechi iliyopita uh, watu walikuwa wanapeana pasi sema tu watu, watu wanakosa kufunga. Ona wa... huo uchoyo au akapewa upo. Upo. Uh, pasi nzuri na mpanzo mm, akuwa mchoyo sasa umwona ile ile eh alikuwa anaweza kurahisisha tu pasi hizo kwa kulikuwa kuna Mutale kulia, au, au ateba ni kwa goli rahisi, kulikuwa kupiga okay, chenga Bwana, hii ni mubashara kabisa kutoka nchini Afrika ya Kusini. Simba Sports unaambia vurugu anazozifanyaga nchini Tanzania haishii hapa, amekwenda kuzihamishia nchini Afrika ya Kusini, ambako huko Ahmed Ali anaendelea kupepea katika hamasa, kuwahamasisha watanzania wanaoishi Afrika ya Kusini, aidha ni shabiki wa Simba aidha ni shabiki wa Yanga au timu yoyote ile wanahamasishwa kuelekea sasa mchezo wao dhidi ya Stellenbosch, lakini pia Ahmed Al anawahamasisha watu wa nchi ya South Africa eh, kusogelea mchezo huo, ah, na kwenda kuwashabikia Simba, wasiendelee kujihisi kinyonge kama wapo nchi eh, za ugenini sana, lakini kumbe ni Afrika ya Kusini hapo, ambao eh, ni ndugu zetu kabisa. Na Simba wana matumaini makubwa kuelekea mchezo huo. Matumaini makubwa yanajengwa katika kikosi cha Simba, matumaini makubwa yanajengwa katika kwenda katika hatua ya, ya fainali. Wanakuambia hii ha, hatuishi hapa, hii tunavuka, kama ambavyo walisema katika robo fainali kwamba hii tunavuka, lakini safari hii wanakuambia hatuishi hapa, hii tunavuka. Huku hali ya wachezaji nchini Afrika Kusini ya Kusini kuelekea mchezo wao dhidi ya Stellenbosch ipo sawa, wameshaanza mazoezi ingia jana na siku ya leo ataendelea na mazoezi. Kesho atafanya mazoezi ya mwisho, lakini siku ya Jumapili eh, kitakwenda kupigwa huko Durban katika jiji la South Africa. Na Simba tuwatakie tu, tu kila la heri kuelekea eh, mchezo wao huo wa tinga hatua ya fainali na kuleta kombe nchini Tanzania.